Bismillahi rahmani rahim. Kwa majina naitwa Ustazi Osmani Sabuni kutokea BAKWATA. Ali yote nipenda kumshukuru Mwenyezi Mungu kwanza kumaliza semina hii salama. Semina hii imetufunza vitu vingi sana na napenda kuambia walioandaa semina hii waendeleze mikoa mingine wachali. Semina hii inatufundisha kwamba kuweza kudumisha amani pindi tutakapokuwa kwenye majukwaa yetu ya kutoa mawaidha au kutoa darasa mbalimbali, kikubwa una dini, kama viongozi wa dini tudumishe amani so. Ha, ujumbe wangu kwa uandishi wa habari ni kumtanguliza tu Mungu mbele katika jambo hili, kila jambo lazima utangulize dua. Pia taarifa zile za habari ambazo mnazichukua zaikisheni ja angalau kwa watu kumi, kama ni sahihi ndo mzitangaze. Kwa jina naitwa Abdallah Khalid Ndede, ni mjumbe wa baraza la mashehe mkoa BAKWATA. Semina hizi ni muhimu sana na hasa katika kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, kwa maana ya viongozi wa dini na waandishi wa habari ni daraja. Viongozi wa, wa dini wana majukwaa yao katika makanisa na misikiti, kuwapa taarifa nzuri sahihi waumini wao waandishi wa habari kama na uwanja mkubwa zaidi kwa kutoa taarifa katika social media, vyombo vya habari, ili kuwapa kuwa wananchi wana, wana au Watanzania kwa ujumla taarifa sahihi kuhusiana na ushiriki wao katika uchaguzi. Kama tunavyowaambia ushiriki katika uchaguzi ni jambo la like kikatiba ambalo kila mwananchi anapaswa ashiriki kuchagua kiongozi yule anayemfaa katika miaka mitano mingine inayokuja. Kwa hiyo semina hizi ni nzuri sana kwa sababu zinawahamasisha zinawahamasisha wananchi kujua umuhimu wao katika kuelekea uchaguzi mkuu, na hasa kubwa kwa waandishi kwa wa habari na kwa wananchi na viongozi wa dini na waandishi wa habari wa, wa hasa katika kutunza amani. Aa, kwa majina ninaitwa Mchungaji Judith Ruben Sanga wa kanisa la Glory to God Miracle Mission Tanzania. Kwangu mimi binafsi ninaona ina faida kubwa sana, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo nimejifunza hapo kwanza nilikuwa sijaelewa kwamba viongozi wa dini tunaweza tukakaa na waandishi wa habari. Mi nilikuwa ninajua labda viongozi wa dini tunakaa wenyewe, na waandishi wa habari wao wanakaaga wenyewe, lakini nimejifunza kwamba kumbe tunatakiwa tuwe tunakaa wote na waandishi wa habari ili kusudi mambo mengine ambayo sisi tunayaongea wao wanaweza wakatusaidia kwamba hapo tena mtumishi wa Mungu hapo hapo, hapo umevuka, au mimi naweza nikamsaidia yeye eh, kwamba mwanangu hilo jambo hilo halitakiwi kutoka sasa hivi hilo ni la baadaye, au hili jambo sio la kwako kama mwandishi wa habari, hili ni jambo la serikali kuu au hili ni jambo la mahakama au hili ni jambo la Bunge. Kwa majina naitwa Omary Ibrahim, ni afisa miradi toka BAKWATA uh, makao makuu na tupo hapa Iringa kwa lengo moja tu, kutoa mafunzo au elimu ya uraia kwa viongozi wa dini na, na, na waandishi wa habari. Kwa nini viongozi wa dini? Kwa nini waandishi wa habari? Hawa ndo watu pekee, wakiamua kujenga wanaweza wakajenga, wakiamua kubomoa wanaweza wakabomoa. Kwa hiyo tumekusanya jukwaa hili tukiamini kwamba kila atakayetoka hapa basi akawe mkweli akaseme akaseme kweli, akaseme lile ambalo lipo na sio kutoka nje ya kile ambacho kipo. Kwa maana taasisi za dini lina majukwaa yake, lakini waandishi wa habari wana, wana majukwaa yake kwao. Lengo ni moja tu hawa wote ambao tumewakusanya, lengo ni, ni, ni kutoa elimu, kutoa mafunzo ya elimu ya, ya uraia ili wakafikishe kwenye majukwaa yao pasipo kubagua Pasipo kubadilisha kile ambacho kimekusudiwa. Naitwa Francis Godwin, matokeo ya matukio daima. Nimekuwa miongoni mwa waandishi ambao wameweza kushiriki mafunzo haya kati ya waandishi wa habari na taasisi za dini hapa mkoani Iringa. Na kama walivyosema kwamba